Namba 33, tuelekee kaunti namba 40, ambapo ili kudumisha maadili katika jamii na hasa miongoni mwa vijana, wasanii wa kitamaduni katika kaunti ya Busia wanatumia ngoma na densi za kitamaduni katika sherehe mbalimbali mbali zinazolenga kutoa hamasa na mafunzo kwa vijana, kama anavyotuarifu Jen Cherotich <tune> Kikundi hiki cha Omongoluk Dancers kutoka eneo bunge la Teso Kusini, kaunti ya Busia, ambacho kilianzishwa mwaka 1940 ni miongoni mwa wasanii wanaotumia vipaji vyao vya densi na ngoma za kitamaduni kuelimisha jamii. Ni kikundi cha wazee, akina mama na hata vijana, ambacho hualikwa katika sherehe mbalimbali kuonyesha ueledi wao wa utunzi wa muziki. Hapa Wazee wanakaidi umri wao na kujikakamua kuimba na kucheza wakiwa na magwanda ya kitamaduni. Hii kikundi imaiimbia mpaka Kenyatta, lakini imeiimbia mpaka Moi eh? Rais Uhuru Kenyatta, Kibaki hata na huyu jusi, lakini haoni, sijui nani anakulanga hiyo pesa katikati hapo, isitufikie. Wametunga wimbo tofauti tofauti ya kisamani Yasahi, tukienda vitu kama harusi, kuna wimbo yao. Tukienda wimbo kama ugeni, kama eh, ya, ya, ya wageni fulani, binafsi kwa boma, kuna wimbo yao. Hii mavazi tunavaa hivi, kwa maana sisi wenyewe tunaita aturubu. Kwa sababu gani? Tunafunga kwa kifua, kifua tunaitwa kwa Kiteso aturubu Mwanamke Mteso afai kufunga mabega saa ile ako kwa boma, saa ngapi nguo itamsumbua, mara anafanya hii, mara anafanya hii na nguo tena inakuja kuja kuja hivi. Kikundi cha Umongoluk Dancers kilianzishwa na watu watatu miaka 85 iliyopita. Wao huvaa mavazi yenye maana mbalimbali pamoja na pembe zinazoashiria ushujaa. Wakati tunatunga wimbo, kuna wimbo ile tunatunga tukienda sherehe, pengine kwa harusi lazima tutatunga wimbo ya harusi na tukienda mahali pengine tumeitwa tume, pengine kwenda kaunti, tunatunga wimbo ya kuimbia wale ambao wageni wenye wako hapo. Wakati Kenyatta alienda Uganda mara ya kwanza, hii kikundi ilikaribisha yeye Malaba. Wakati Moyo alikuja Western mara ya kwanza, hii ndio kikundi ilikaribisha yeye. Tuseme kila president anakuja wanakuja hapa Busia, hii ndio kikundi na kuanga na mbwani kukaribisha. Kwa hiyo jaribu sana kuendelesha huu e, utamaduni usije ukapotea kwa njia tofauti tofauti. La kwanza ni vile mahali tuko hapa, kupitia kwa muziki na dance, ili watu wa, unajua ukija Teso utakaribishwa kwanza na muziki na dance, utajua hii ni dance ya Wateso. Kando na hiyo dance ya Wateso vile ulielezwa, tunaruka juu sana, ni physical exercise pia. hata hivyo Licha ya kupata fursa ya kuwatumbuiza marais watatu wa Kenya na kuahidiwa kupigwa jeki, wasanii hawa wangali wanakumbwa na changamoto si haba, ikiwemo ukosefu wa mavazi na vyombo vya usanii. Wasanii hawa wameahidi kuendelea kutumia vipaji vyao kwa madhumuni ya kuinasua jamii yao kutoka katika lindi la umasikini, magonjwa na hata ukandamizaji. Hey! hey! hey! Kikundi hiki cha Omong'oluk Dancers kimekuwepo kwa zaidi ya miongo sita kikipitishwa kutoka kwa kizazi kimoja hadi kingine. Na kwa sasa, wito wao kwa serikali kuu na ile ya kaunti ni kupigwa jeki ili kuwawezesha kuendeleza shughuli zao. Jane Cherotich, Runinga ya Citizen, Busia.